Naitwa mrakibu msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Faustin Mtitu, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu. Uh, jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu, tunaendelea na mkakati wa kusogeza huduma karibu na wananchi, ambapo hivi karibuni tunategemea kufungua kituo katika wilaya ya Itilima, uh, pale makao makuu, uh, eneo la, la Gangabilili kituo hicho ambacho kitakuwa kinahudumia wilaya nzima ya Itilima na kwa ambavyo tumejipanga, tunataka kuhakikisha kituo hicho kitakuwa na vifaa vyote muhimu vya kuzima moto, lakini na vifaa vya uokoaji ikiwemo mtambo au gari la kuzima moto. Katika kuhakikisha adhima hiyo inatimizwa, uh, mheshimiwa Njalu Daudi Silanga mkurugenzi wa kampuni za NGS ametupatia msaada wa pikipiki moja mpya aina ya SANLG ambayo itaenda kutoa huduma katika wilaya ya Itilima. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Njalu kwa huu msaada ambao ameutoa kwetu sisi, ni kitu kikubwa sana, na kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania Afande John William Masunga tunapenda kumshukuru sana mheshimiwa Njalu kwa huu msaada ambao ametupatia, na tunamwahidi kwamba kifaa hiki ambacho ametupatia leo kitaenda kufanya kazi iliyokusudiwa kwa maslahi mapana ya wanaitilima na wanasimiyu kwa ujumla. Adhima yetu ni kuhakikisha Itilima na Simiyu kwa ujumla, uh, inakuwa ni eneo ambalo halikabiliwi na majanga ya moto na majanga mengine na kama uh, majanga hayo yatatokea, basi madhara yawe kidogo, kwa kuhakikisha tunafanya ukaguzi wa tahadhari na kinga dhidi ya majanga ya moto, tunatoa elimu kwa umma, lakini pia tunatoa ushauri kwenye miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa katika maeneo yetu, na tunashiriki pia matukio ya uokoaji pamoja na matukio ya moto yanayotokea kwenye maeneo haya. Kwa kutumia pikipiki piki hii uh, inaenda kuongeza vitendea kazi ambavyo tulikuwa navyo au ambavyo tutakuwa navyo katika wilaya ya Itilima na hivyo kazi yetu itafanyika kwa weledi na ufanisi wa hali ya juu. Asanteni sana.